Mtazamaji wa Radio Habari Njema, uh, nikukaribisha katika mjadala wetu kuhusiana na nafasi ya mwanamke katika umiliki wa ardhi. Na kama ambavyo unajua kwenye masuala ya umiliki wa ardhi au mali, kuna changamoto mbalimbali ambazo wanakutana nazo wanawake hasa kwenye masuala ya kisheria. mimi ni Jason, karibu sana. nimefika kwenye ofisi ya watu wa misaada ya kisheria, na lengo ni kutaka kujua, je, ni sheria gani za Tanzania ambazo zinamlinda mwanamke katika umiliki wa ardhi au mali. Kwa hiyo nimkaribishe hata atajitambulisha na moja, moja nasi, na, kwa moja ataingia kwenye mjadala. Karibu. Asante. Kwa majina anaitwa Angelina Lisauzi, nipo katika ofisi ya maendeleo ya jamii, inahusika na mambo ya msaada ya kisheria chini ya kampeni ya Mama Samia vi kampeni ambapo katika kampeni hii inahusika katika kutatua baadhi ya migogoro katika jamii, ikiwemo migogoro ya ardhi, migogoro ya ndoa, mirathi na matunzo wa ya watoto pamoja na ukatili wa kijinsia. Ambapo katika kampeni hii tumejikita sana katika kusaidia wananchi ili waweze kupata haki zao, na kampeni hii inatolewa bure bila kuwa na gharama yoyote wa kwa wananchi wa kipato cha aina yoyote hii. Asante ndugu mtangazaji. Tunaweza tukaanza. Asante, kwanza nikupongeze sana mm, kwa kuwa kwenye timu ya mama Samia na mama yeye, moja ya ajenda yake kubwa ni kuhakikisha pia wanawake wanamiliki wa ardhi au mali mm. Sasa hebu tujuze ni sheria gani za Tanzania mm, ambazo zinamlinda mwanamke katika umiliki wa ardhi au mali mm. Asante ndugu mtangazaji. Kutokana na, na katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka elfu na tukizungumzia katika sheria ya ardhi ya mwaka elfu moja mia tisa tisini na tano iliyoleta haki na usawa wa umiliki wa ardhi kwa wanawake na wanaume wote. Sheria hii inasema kwamba kila mtu ana haki ya kumiliki kumiliki ardhi, ambapo tukiangalia katika jamii zetu na tamaduni zetu za Kiafrika imekuwa ni janga kubwa sana na changamoto kwa wanawake kumiliki ardhi na ambapo hii inatokana na kwamba inaonekana hawana haki kutokana na jinsia yao ya kuto kuweza kumiliki ardhi. Kuna sheria nyingi sana ambazo zinaweza kumlinda na kusaidia huyu mwanamke aweze kumiliki ardhi na mali nyingine katika nchi, ambapo kwa mfano nikikutolea mifano mbalimbali tumekuja kuona kwamba kuna janga la wanawake, unakuta aliachiwa eneo au ardhi kutokana huko nyuma, labda ni mzazi au ni mme au ni mtu yoyote aliyemwachia, lakini mwisho wa siku anakuja kujanganywa na watu ambao hata hawakuwepo katika katika huo mlolongo wa hiyo ardhi. Unakuta ni ndugu ambaye anatoka mbali, au muda mwingine anakuwa sio ndugu kabisa. Na katika hayo yote tumekuja kuyaona na wanasheria na baadhi ya ya, ya wat, wataalamu wamekaa na kutambua hizo shida na kuleta baadhi ya vitu ambavyo vinatakiwa kufuatwa ili kwa kila mtu aweze kuwa alvi na umiliki wa ardhi na awe na usawa kwa yote. Na katika hivyo vitu ambavyo anatakiwa kufuata, kuna elimu mbalimbali zimetolewa na mashirika tofauti tofauti, yakimtaka mwanamke aweze ya kusimama kwa ajili ya kujitetea haki yake, kwa kuwa kwa kuna ile sera ya haki sawa kwa kila mtu na pia kuna hii issue tunaita kama yaani utunzaji wa nyaraka yani, au uandishi wa vitu ambavyo vinaweza kukusaidia hata hapo mbeleni, wewe utakapokutana na changamoto, ziweze kuwepo nyaraka za umiliki wa ile eneo. Uh, Asante sana. Uh, sheria ya ardhi ya mwaka 1999. Mm. Inasemaje hasa kuhusu usawa wa kijinsia? Mm, katika sheria ya ardhi ya mwaka 1999 nayo pia ipo katika kujikita zaidi ya kwamba mwanamke naye ana haki ya kumiliki ardhi. Mm -hmm. Yaani kuna ule usawa katika umiliki wa mali na hizo mali zikiwemo ni ardhi. Hiyo sheria nayo bado anampa kukombea ardhi na awe na usawa kwa hiyo. Na katika hivyo vitu ambavyo anatakiwa kufuata, kuna elimu mbalimbali zimetolewa na mashirika tofauti tofauti, yakimtaka mwanamke aweze ya kusimama kwa ajili ya kujitetea haki yake, kwa kuwa kuna ile sera ya haki sawa kwa kila mtu, na pia kuna hii nshi tunaita kama yaani utunzaji wa, yani wa nyaraka au uandishi wa vitu ambavyo vinaweza kukusaidia hata hapo mbeleni wewe utakapokutana na changamoto ziweze kuwepo nyaraka za umiliki wa ile eneo. Asante uh, sana uh, sheria ya ardhi ya mwaka elfu moja mia tisa na tisini na tisa inasemaje hasa kuhusu usawa wa kijinsia? Mm, katika sheria ya ardhi ya mwaka elfu moja mia tisa tisini na tisa nayo pia ipo katika kujikita zaidi ya kwamba mwanamke naye ana haki ya kumiliki ardhi mm -hmm. Yaani, kuna ule usawa katika umiliki wa mali na hizo mali zikiwemo ni ardhi. Hiyo sheria nayo bado inampa kipaumbele mwanamke wa kusimama kwa ajili ya kupata haki zake kama mtaalam na hasa kwenye masuala ya msaada wa kisheria, na mama amekuamini kuhakikisha kwamba wanawake wanapata haki ya kumiliki wa mali au ardhi. Sasa mwanamke akinyimwa haki ya ardhi anawezaje kuwasilisha malalamiko yake kisheria? Nashukuru sana. hizo kesi tumekutana nazo, unakuta ni tutoleeni kama mfano ni mtu ambaye aliachiwa eneo hilo na, na familia huko nyuma au ni mme au ni nani aliachiwa huko nyuma, lakini mwisho wa siku anakuja kunyang'anywa ile eneo kutokana na kwamba ile state yake ya kuwa mwanamke ndio inamfanya ashindwe kumiliki hilo hiyo ardhi. Vitu vya kufanya, tunapokutana na hizo kesi huwa tunawaita wale wana, tunawaita wale wanaokumbana na hilo tatizo ambayo ni huyo mwanamke, tutaojiana naye ili tumsikilize historia nzima ya hiyo eneo ambalo limekuja kuleta huo mgogoro. Tukishapata historia nzima, tuweze kupata na nyaraka kama ziliacha, lakini kwa enzi za za nyuma hapo, watu wamekuwa ni watu ambao sio wa kutunza nyaraka au kuacha nyaraka kwa ajili ya kitu fulani, walikuwa makabiziano yao yanafanya kwa ajili ya kwa njia ya mdomo. Kwa hiyo, katika hayo makabiziano kwa ya njia ya mdomo, tunashauri tuweze kupata watu ambao walikuwepo kipindi hiko wakati ile eneo linakabidhi ili tuweze kujua, ili tuweze kufanya procedure nyingine za kufuata katika kufungua mashtaka ili mtu aweze kupata haki yake. Asante sana, wako wanao kusikiliza mda huu na ana changamoto, amenyimwa haki yake e, anatanani sasa kawasilishe malalamiko yake kwa mujibu wa sheria, anaanza na hatua ipi na anamalizaje mpaka anafanikiwa sasa kufikisha malalamiko yake. Ni kweli. Mm -hmm. Kuna watu wanao wanaokutana na hizo changamoto, na pia unakuta wanatoka ni sehemu mbalimbali. Mm -hmm. Sio kila mtu ambaye anaweza aka akakutana na hii huduma ya kwamba kuna watu ambao tayari wanatoa huduma. Mm -hmm. Akakutana nao moja kwa moja. Kuna gharama ambazo watazitumia ili waweze kutufikia, lakini kwa kuliona hilo na kuwapende, yaani kuonyesha ule upendo ili kila mtu aweze kuwa na haki tukawa na hizi serikali za mifanya ashindwa kumiliki hiyo. Haya vitu vya kufanya, tunapokutana na hizo kesi, huwa tunawaita wale wana, tunawaita wale wanaokumbwana na hilo tatatizo, ambayo ni huyo mwanamke, tutaojiana naye ili tumsikilize historia nzima ya hiyo eneo ambalo limekuja kuleta huo mgogoro. Tukishapata historia nzima, tuweze kupata na nyaraka kama ziliacha, lakini kwa enzi za, za nyuma hapo hmm, watu wamekuwa ni watu ambao sio wa kutunza nyaraka au kuacha nyaraka kwa ajili ya kitu fulani. Walikuwa makabiziano yao yanafanywa kwa ajili ya kwa njia ya, ya mdomo. Kwa hiyo katika makabiziano kwa ya kwa njia ya mdomo, tunashauri tuweze kupata watu ambao walikuwepo kipindi hiko, wakati ile eneo lina kabizi, ili tuweze kujua ili tuweze kufanya procedure nyingine za kufuata katika kufungua mashtaka ili mtu aweze kupata haki. Asante sana, wako wanaokusikiliza mdahuu, mm -hmm. Na ana changamoto mm -hmm. amenyimwa haki yake na mm -hmm. anatamani sasa, akawasilisha malalamiko yake kwa mujibu wa sheria, anaanza na hatua ipi na anamalizaje mpaka anafanikiwa sasa kufikisha malalamiko yake? mm -hmm. Ni kweli kuna watu wanao wanaokutana na hizo changamoto na pia unakuta wanatoka ni sehemu mbalimbali Sio kila mtu ambaye anaweza aka akakutana na hii huduma ya kwamba kuna watu ambao tayari wanatoa huduma wakakutana nao moja kwa moja. Kuna gharama ambazo watazitumia ili waweze kutufikia, lakini kwa kuliona hilo na kuwapende yani, kuonyesha ule upendo ili kila mtu aweze kuwa na haki, tukawa na hizi serikali za mitaa huko ambapo kuna zipo katika kila kata, kila mitaa kunakuwa na hizo serikali. Wale watu tumewaweka ni kama watu ambao wanaweza kutusaidia, yaani wanaweza kutusaidia na kuwasaidia wananchi ili waweze kufikia haki zao. Wanaweza kufika kwa ajili ya kufa, kujielezea na kutoa dukuduku duku zao kwa hawa watu katika serikali za mitaa kuhusiana na hiyo changamoto wanakutana nayo kuhusiana na hiyo migogoro ya ardhi, na hawa watu wataweza kuwapa hatua nyingine za kufuata ili waweze kufikia haki yao. Basi mimi ni kushukuru sana kwa muda wako mzuri na hasa katika kuangalia kuhusiana na namna ambavyo tunaweza tukamsaidia mwanamke katika swala zima la umiliki wa mali au ardhi. unamiliki na? Ndio mnayo, ndio zaidi bwana. Wakati kipindi hicho wanawake walikuwa wengine pia wanachelewa kwenda shule, lakini wewe inaonekana kwanza mpaka umefika kwenye ofisi mpaka umeenda kwenye kitengo hicho, na maana kulikuwa na mazingira mazuri, ile mwingine pia ajifunze namna gani anaweza kumwandaa mtoto wake na kumwamini kwenye masuala ya umilikishwaji wa ardhi au mali. E, kuna umilikishaji wa ardhi au mali kwa njia tofauti. Mm-hmm. Kuna zile tunazo, kuna ile ambazo unakuta familia huko nyuma ni watu ambao wana maeneo ya kugaa, lakini kuna wale watu ambao unakutana ni mjini unaamua kwa ajili ya kutengeneza na kuweka maisha yako na mu ununue hmm, eneo kwa ajili ya ku, kuendeleza biashara zako kama ni kujenga au kufanya kitu chochote unaweza kukifanya. Actually hivyo vitu vinawezekana, ni swala tu kwa kwa, kwa tuseme tutoke kwa watu wanaolisishwa hmm. Twende kwa watu wanaotafuta. Ni kweli kuna watu wanao wanaokutana na hizo changamoto na pia unakuta wanatoka ni sehemu mbalimbali sio kila mtu ambaye anaweza aka akakutana na hii huduma ya kwamba kuna watu ambao tayari wanatoa huduma, wakakutana nao moja kwa moja. Kuna gharama ambazo watazitumia ili waweze kutufikia, lakini kwa kuliona hilo na kuwapende, yani kuonyesha ule upendo, ili kila mtu aweze kuwa na haki, tukawa na hizi serikali za mitaa huko ambapo kuna zipo katika kila kata kila mitaa tunakuwa na hizo serikali. Wale watu tumewaweka ni kama watu ambao wanaweza kutusaidia yani, wanaweza kutusaidia na kuwasaidia wananchi ili waweze kufikia haki zao. Wanaweza kufika kwa ajili ya kufa, kujielezea na kutoa dukuduku duku zao kwa a watu katika serikali za mitaa kuhusiana na hiyo changamoto anaokutana nayo kuhusiana na hiyo migogoro ya ardhi na hao watu wataweza kuwapa hatua nyingine za kufuata ili waweze kufikia haki yao. Kuna umilikishaji wa ardhi au mali kwa njia tofauti. Kuna zile tunazo, kuna ile ambazo unakuta familia huko nyuma ni watu ambao wana maeneo ya kugaa, lakini kuna wale watu ambao unakutana ni mjini, unaamua kwa ajili ya kutengeneza na kuweka maisha yako, unaamua ununue hmm. eneo kwa ajili ya ku kuendeleza biashara zako kama ni kujenga au kufanya kitu chochote unaweza kukifanya. Actually, hivyo vitu vinawezekana, ni swala tu kwa kwa, kwa tuseme tutoke kwa watu wanaolisishwa hmm, tuende kwa watu wanaotafuta maeneo hmm, ni swala la wewe kujitunzia we, vitu vyako ili uweze kupata eneo lako kwa ajili ya kufanya vitu vyako navyovihitaji. Tukiangalia nafasi ya mwanamke katika umiliki wa ardhi au mali ninaamini kabisa wale ambao tuko wilaya ya Mbulu mkoa wa Manyara na maeneo mengine mm, mejifunza zaidi kuhusiana na namna gani na taratibu ambazo unaweza kuzifuata kupata haki yako ya yeah, msingi. Mimi nikushukuru sana na karibu tena wakati mwingine, yes. Apaka kuhitaji labda za kumalizia tu, wakihitaji msaada wa kisheria wasikilizaji, nikihitaji msaada wa kisheria tunapatikana katika halmashauri zote. Rais wetu ameweza kuhakikisha kwamba msaada huu unapatikana katika halmashauri zote za kwa kuwaweka wataalam wanaohusika na haya mambo ya msaada wa kisheria katika kila halmashauri katika nchi yetu ya Tanzania. Tunapatikana katika ofisi ya maendeleo ya jamii. Karibuni sana ili muweze kutengeneza jamii yenye haki na usawa kwa kila Mtanzania. Asante. Asante sana.